Uh, kikosi chetu cha Malindi Sports Club leo hii tumemaliza mazoezi yetu ya mwisho. Kwa tafsiri hiyo, ni kwamba kikosi kipo tayari kwa ajili ya mechi yetu ya kesho, mechi muhimu sana dhidi ya Fufuni. Ni mechi yetu ya mzunguko wa tatu ambapo tayari tuna alama zetu nne. Uh, ari moral ni, ni kubwa kwa wachezaji kuelekea kesho na lengo letu, shabaha yetu ni kuondoka na alama tatu muhimu hapo kesho. Tunawaheshimu sana Fufuni, tumeona msimu namna ambavyo walivyokuja, lakini tuambie hatutaki uh, na hatutarajia kuwa wao ndiyo kikwazo cha sisi kufika malengo yetu ama kushindwa kuchukua alama zetu tatu muhimu wanazo wao eh, naamini kesho wana jambo lao kwetu, lakini tuambie jambo lao halitoweza kutimia kwa sababu, kwa namna ambavyo Malindi Sports Club tulivyojitayarisha na tuna benchi nzuri la ufundi likiongozwa na kocha Joseph Mutiaba uh, kocha Hilal Tedi pamoja na Richard. Tunaamini wao wanakwenda kutuvusha kesho. Ni muda mwafaka kwa wana Malindi wenyewe, mashabiki na wapenzi kujitokeza kwenye uwanja wa Mau kuja kuiona timu yao kwa mara ya kwanza kwa msimu wa elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita msimu ambao tumeupa jina msimu wa matumaini, msimu wa faraja, msimu wa kuirudisha uh, Malindi ile ya miaka ya nyuma. Waje na akili zao timamu. Timu ya fufuni uh, wakija na matokeo yao mkononi ama mfukoni, kitakachowakuta wasije kulia na mtu. Tunawaheshimu sana, tunaheshimu kikosi chao, tunaheshimu benchi yao walofu na kitu. Tunaomba waje kucheza mpira wa miguu. Mpira wa miguu ndio ambao tutakwenda kutoa matokeo matatu, lakini nasi tunaheshimu hayo matokeo matatu, lakini kesho, dhamira yetu ni tokeo moja tu la alama tatu. Kwa hiyo, wasije na matokeo yao uwanjani, waje kucheza mpira nasi tupo tayari kucheza nao mpira. Vita isiyoumiza, alama tatu Malindi kesho tunazichukua, inshaallah kwa uwezo wake mwenyewe Manani. Malindi hii tutatamba ndani, tutatamba nje, ndio dhamira yetu kuu.